Guys. Uh, thank you for watching my video. I'm Vanilla. Okay, leo <coughs> nimesikia tu nimelala tu hivi nikasikia tu kukuja kuambia watu wangu, ha marafiki zangu, a familia yangu asante, asante, asante sana. Okay, nimesema hivyo kwa nini? Nikiangalia acha tu, acha leo tuanzie na, na mambo na bibilia kidogo. A bibilia hii, bibilia inasemanga katika mwanzo, in the beginning, kulikuwa na neno na hilo neno lilikuwa Mungu, anda yupo, kila mtu anajua hiyo neno. Na nikisema hivyo, wakati nimesoma hii neno, inanifundishanga mambo mingi sana, na hata ile mambo mimi naongeanga hapa inakuanga inatoka kwa Biblia. Kila kitu naongeanga inakuanga imetoka kwa Biblia. Wana, nikisema hivyo, watasema, oh, wewe ni kama, wewe. Hapana, na nikisema hivyo kuna wengine wakasema oh, wewe ujui kenye unaongeanga hapana. Nikiongea ile kitu naongeanga inakuanga imetoka katika hii Biblia, so musuwe, Nikodemo, tumuseme, I'm not against the, the the Bible. Naongeanga ile kitu iko katika Biblia na nisile maneno sinafanyikanga Aya, leo nimekuta sasa tena kushukuru, kwa sababu kuna maandiko inaniambianga wa-kuna watu kumi walikuwa walikuwa wanatembea wakiwa na ugonjwa ya walikuwa na ugonjwa, walikuwa na ugonjwa, walikuwa naumia, walikuwa na ukoma katika hii Biblia inaniambianga, wakati walikuwa wanatembea, Yesu wakaenda kwa Yesu na Yesu akawaponya, na wakati Yesu alipowaponya akawaambia, endeni katika vijiji zenu na wakachukua miguu wakaenda, na walipoenda, lakini Biblia inaniambia ya kwamba mmoza ndiye aliweza kurudi kushukuru kwa Mungu. Asanti, na mimi nanzifundishanga na hiyo neno kurundiki mahali nilipoona mbaraka zake Mungu kusema asanti. Mimi nimeona upendo yenye mumenionyesha tangu nianze ichano na mahali mumenifikisha, nasema asanteni Sababu asimu asipokuwa ni nyinyi mnanisikizanga munani, mun, yani, mpaka mnanitia nguvu ya kuendelea. Wengine wananipigia simu, wengine wananiandikia kwa comment, wengine wana like, wengine wananisupport na subscriber zao, yani wanachukua time, wanachukua wananipea subscriber, wengine wana yani wanajitolea mpaka kwa mali zao. Mali nimefika ni nyinyi watu wangu my viewers. Mungu awabariki wa sana, na Mungu ambaye anabariki watu wake musi asiwaache, na wakati mtakuwa munahitaji watu wa kuwashikilia kama vile mmenishikilia mimi fanila. Mungu awabariki wa sana. La, okay, last video last nilipata less pod mingi sana, niliona wamama wamejitokeza wamama wameongea wakiniambia congrats continue continue, Vanilla, ukufundisha wamama vile wanafaa kukaa na mambo- kwa mboma. Asanteni sana, mimi sina la kusema, lakini nasikia moyo wangu nikiwa na furaha nyingine ambayo sijaiona kwa mwanadamu. Yani upendo wenyemu mimi umenionyesha, akimumenifanya mpaka na feel. Eh, I can continue sababu yako wewe na wewe na wewe na wote wananiwatchingi wenye wananisikiza, wenye wananipigia simu wenye, yani, sijui leo niseme nini, but leo nimekuja tu kwa shukuru na nikikuja tu bado kushukuru nataka. Last time tuliongelelea about wa mama vile wanavaa kukaa na maboma zao ama kwa rumu zao, hadi wanaendanga kutorea dhabiu yao yeye na mwanake bibi, na mbona wamali wanaendanga kutoa dhabiu yao wakapakae pakiwa pasari. Leo nataka tuongelelee na munikumbarishe leo. Wazee tafadhali, tunawapenda sana. Mimi napenda wazee sana by the way, juu niko na mzee nampenda, so hata nikiongelea hii kitu si ati nakuchukia wewe mzee, lakini nataka tujifundishe. Hakuna mtu anakuanga anajua kila kitu ta, mimi hata mimi vile naongea hivi, kuna mwingine anajua saidia kunishida, lakini tutafanya aje ndio boma zetu ziweze kusimama ni ile every time I think nikikuja hapa, nasemaka kama wewe ni mama uswai nyima bwana yako. Nimepata nimepata comment nimepata comment mingi sana by the way. Mmoja, kuna mama alinipigia simu akaniuliza, Vanilla na ulijulia hii mambo wapi? Okay, mimi kitu inakujanga I think inakujanga ni ile tu urefu ya yani tu ni knowledge ya God, juu hata niseme ni knowledge ya Mungu. Njua, kuna mahali nishaienda ati kusoma ati mambo ya kitanda, ana na hata wewe mzee uko hapa, mimi hakuna hakuna, I think hakunanga hakunanga mtu anaendanga tiku ati kujue ni kiowa, ati alienda shule akafundishwa nikioa kiowa, ati nafaa kufanya bibi yangu bibi yangu hivi na hivi na hivi. Hiyo kitu inakuanga natural you see. Siyo kitu ya kwenda kusomea. So, mimi si kwenda kusomea. No, si kwenda kusomea kisa, kama makansla. Vile niendaika kusomea siji. Vyori ama ni. Sijawahi. <laughs> Lakini ni knowledge tu ya goda alinipea na, na Mungu alinipitishia mambo yote, ndio siku hii ya leo nikaweze kusimama mbele ya watu kuambia mnafaa kukaa hivi na hivi na hivi. Leo nataka kuingia katika wanaume sasa. Wazee, wazee, wazee, wazee, wazee, wa boma, wazee, wazee, wazee, wazee alo alo, azeya, leo ni siku yenu, na leo nataka kuuliza wazee swali. Juu kuna comment kuna yani kuna tu comment nilipatanga nikiulizwa, afanila wewe unatuambia vile wewe, kama nilisema bibi, kama wewe ni bibi vile unafaa kutenge. Unajua, hata nirudi kidogo nyuma, bibi, usiwahi kumbali bwanako ajipanguze. If you love your husband don't allow your husband ajipanguze, that is your work. Hiyo ni kazi yako na wewe kama wewe ni mwanaume uko hapo, unasikia nimeambia wamama aje, wasikumbali mwanamke. Mwanaume ati mwanaume achukue nini kitambaa kile, mm -hmm. wewe kama wewe ni bibi Mememai sana na hiyo kitendo ya ndoa, chukua kitambaa, panguza mzee wako, mpanguze vizuri, panguza hiyo kitu vizuri, ukiongeresha Ukaita wayenda mahali pengine ipanguse, ukiongeresha. Na unajua acha niwaambie kitu moja, wa mama, tuna yani kila mtu alipatiwa nguvu ya mdomo. Unaona hii mdomo hii, ulimi hii, ulimi ni kadogo sana, lakini nikaupe kaupe kadogo sana na ni kiumbe na kuanga na nguvu sana. Wakati umesema kitu, Mungu alisikiaga. Hiyo ni siri, wa mama, nimewaibia. Wakati umemaliza, eh, wakati umemaliza, panguza mbipi yako vizuri wanako vizuri, mpanguze ukiongeresha, iongeresha aitawaienda mali pengine. If you love your husband, iongereshe back to our husband now. Na wewe bwana, umemaliza hivyo ume- umemaliza kuenjoy na bibi yako, amekupanguza na wewe, chukua jukumu yako, chukua kale kakitambaa panguza bibi na sasa. Hii ni siri nawaambia If you love your husband, if you love you your honey, wewe mzee chukua kale ka kitambaa na wewe muminzi, ninyi wawili sasa nataka yaani kuwa ni kuexchange, eh? Chukua kitambaa na wewe mzee, panguza mbibi yako ongeresha iyo, ongeresha hiyo nini yake hiyo kitu yako iongeresha, duni yako iongeresha aitawaiingiwa na mwanaume mwingine. And when you, you do that I'm telling you hakuna ile bibi yako atatoka nje, hakuna ile siku mzee wako atatoka nje. Hiyo ni siri nimekuibia, kama unapenda bibi yako na kama unabenda bwana yako. Kitu ya tatu, ya tatu leo hata niingia kuambia hiyo kitu leo Njani, the last video. Lakini leo nimewaambia kitu ingine. Kama wewe ni mzee, wakati umefika kwa nyumba mpipy alikuja amekupokelezea vizuri, Dothi, usiwai lesbod ati kama ati mlikua umekosana na mawazee huko nje ukuje na hasira kwa nyumba yako mm-mm. Usiwai akipip nakuja kukuha wewe tatu, unamwangalia tu hivi unafanyaga unafanyaga roza wa mama ama, ama roho ya mwanamke wako afili vibaya, lakini wakati amekuja amekupokelea vizuri, lazima unajua mtu akikuja kukuha wewe sijui la kikuyu tunasemanga kukupatilia hmm? mshikilie vizuri mwambie pole umeshinda aje my anima ya happy whatever obvious mnaitananga you see unaona via ameingia tu miti tena ameingia hivyo imagine bibi anakuanga very sharp anakuja anaka, kuna wengine wanatoa wanakutoa wanatoa nanga koti kuna wengine wanakufungua viatu kuna wengine wanakuchukulia wanakupetekea maji mpaka nakwambia bibi kuja uoge, ndio at least you relax. Ukitoka ukitoka hapo, unakuja na kuwekea chakula kwa meza, unakula. Sasa tume tumemalizana na mambo ya huku nini, sasa wacha tuende sasa kwa room yetu, inaitangwa bedroom. Tunaingia kwa bedroom, tunafunga hiyo kamlango. Tukifunga kwa hiyo kamlango, hata kama ulikuwa umekasirika, tuseme for example, mumekuja mlikuwa ukitoka kazini Ulikuwa umekosana na bibi yako ama mlikuwa umekosana na bwanangu. Tafadhali ukishinda na hiyo asira yote jioni ukikuja wacha hiyo yu kitu ifunge. Kama mko na watoto, wacheni kuonyesha watoto ati mmekosana kama muongeleshani. Hapana. Wakati mmeingia kwa kitanda, hata mambo mingi msiku mnaongelea mnaongelea ati kwa kwa sitting room. Mm, mm. Ati wewe sijui nifanya au sijui, hapana. Wewe bibi, kama wewe ni bibi responsibility yake? Wewe kuja kama ni mzee, mpokelee vizuri, mpatie kila kitu yake. Lakini wakati mumeingia kwa bedroom, unajua mzee, hata kama mlikuwa mmekosana, wazee wanakuanga funny sana. Lazima watataka. Hapo, <laughs> lazima watataka. Mupende msipende. Sasa hapo, before muende kutoa ile dhabiu yenu, ongeleeni sana, hizo ndizo ziko ziko sana. Kitu ingine nilikuwa ngani nataka kusema, wewe kama wewe ni mzee, umefika pale kwa kitanda. Wacha kukuja kama umerukia bibi yako. Tuburu. Ah, no, no, no. That is not good. Kama unapenda bibi yako, tayarisha bibi yako vizuri. Unaona vile ka, katoto kana, yani vile katoto kana osha. Acha nitumie hii remote yangu. Vile katoto, unaona ukiwa na katoto kadogo kama mama anapenda katoto. Akiamka asubuhi kitu ya kwanza ni kufanya nini? Kwenda kuangalia katoto. Nakaangalia, anakaangalia, nakachekesha. Na wazee, wacha niwambie kitu moja, wa mama ni kama watoto nasa. Kama bibi yako ni mang'aa, unaweza fanya hiyo mang'aa yake itoke, okay. Ukiamka tu asubuhi hey, unaka- unamwangalia tu, good morning babe. Good morning mama watoto, ama my- my, my wife, umeamkaje? Lakini hata wakati mmenda pale kwa kitanda hata yeye ate. Ati nataka wewe kidu kanataka. No. Mpaka ni kuna mtu aliniulizanga hii swali na hata nimjibu ni, ni leo. Aliniulizanga wakati mnataka kuenda kufanya sex na mwanako mnakwanga na communication. Nikamwambia, "Yeah. We have communication. Hata tukifanyana tunaongeanga. Hata hata nimwambia ka ume maki umefika, endelea, endelea, endelea hapo. Teremka, panda, teremka, panda." That sawa communication. Ndio inafanyaka mpaka mtu afi, oh kuna kitu nafanya. Lakini kuna kuna, kuna wazee wengine wanakuja tu oh, wanakuja tu wanawashaidia wana pa pa pa pa, eh, unaja kama ile ile ni nimba isikili ile ya ku, ya kuweka pumzi hivi eh, wana yani, unaona ambi mpaka na hema lakini he? Anataka imia haraka haraka haraka haraka haraka, eh alafu anatoka. Hiyo sio mzuri, mzee, tayarisha bibi yako vizuri kuwa na communication, una jipa na wewe bibi. Ukisikia una feel mwambie, endelea mm -mm. teremka teremka, panda panda, hivyo unaona. Hiyo ndio inakuanga communication, na ndio itaweza kusimama, na uta enjoy sex sex. Sasa sasa, ile ile wakati umekuja, ume eh, anakuja pa, ameingiza, anafa pa pa pa pa, pa, pa ana mali no kuwa ni ile small small small, yani ana feel mm? Good, and I feel good, and I feel... yes na unasema unasikia hivyo yes. inatokanga wapi? ni juile ya kufeel vizuri, lakini kama unakuja tu ni pa, pa, pa, pa, pa, unatoka hata, ah, nishamaliza nishamwanga, hiyo sio mzuri. Thank you guys for watching my video. Next time, takuja kuwafundisha art more vile unafaa, yaani unafaa mpaka, yani uka, yani, okay, mzee vile wazee wanafaa